Hello mambo vipi e, uko poa Bana na mimi niko poa kama wewe ni mzima e, Mungu amesaidia e, na mimi niko poa e, leo e, nimekuja na kitu kingine na ukiona nimekuja hapa ujue nimekuja na kitu kipya kabisa e, kama wewe ni mgeni naomba bonyeza neno subscribe ni na video, ili nikiwa na posti video iweze kufikia muda ambaye nimeposti na, na utazame video hii yote ili uweze Kukusaidia sana na kuomba share kwa watu wawili au watatu, hilo ni ombi e. Na usisahau kubonyeza neno ambayo imeandikwa ili nakusaidia e, e, nikiposti video hata ukiwa upo inje ni lazima, e, notification itaingia moja kwa moja ujue Nyota Tatu ameshaposti posti kitu kipya, ndugu zangu e, siku za nyuma niwaelezea kitu kuhusu Kingbet. Eh, kuhusu kampuni ya Kingbet, eh, nisha eh, sorry nishawaeleza eh, kuhusu Kingbet. Eh, eh, hii hapa, hii hapo, hii nishakuwaelezea nikuonyesha jinsi anavyoitumia hapa na nataka nikuelekeze jinsi ya kuitumia bila kupoteza kitu chochote. Nitakuonyesha na vitu ambavyo nimeenda nafanya, halafu na, na faida ambayo tumeenda tunapata kupitia hii hi, hi, hi hi kingi hii. E, cha kwanza hapa tutaingia sehemu ya kujisajili hapa. E, taingia utaingia Google, ta search Google, utaingia, ukishaingia uta, uta search, utasachi chingi kingi, utaingia Google uh, takuwa ni mara ya kwanza, sasa Google alafu ingia. Ukishaingia utaandika kingi abet, itakuja neno hili hapa, itakuja hili hapa. Ikishakuja hapa, uh, utalib utalibonyeza. Ukishalibonyeza uh, naona mfano, sorry Eh, mfano tutalibonyeza tukishalibonyeza eh, unaliona ndoli ndo ndo hili hapa. Hili, jamani, hili kampuni nzuri hili na nakuonyesha odi za amana ambaye ni kuwa ni uhakika. Unajua kampuni zingine waga zinawatumia marobot ma kendo, maana unakuta odi ndogo inachana lakini odi kubwa ikawini. Ndicho ni kitu tunabidi tukiangalia kwa pamoja na kama hu mgeni, naomba Neno subscribe, ili usiwe unapitwa na video kama hizi. Sasa, e, ukisha ingia hivi, e, hapa utajisajili. Kama sasa, e, uta, ut, wewe wewe ni mgeni utaenda sehemu maandikwa join new hapa. Lakini ukiwa, ukiwa na akaunti ukiwa na yako utaingia sehemu ya login. Hapa ni na bill utaingia. Sasa, hapa wewe kitu cha kufanya kama wewe ni mgeni utaingia hapa join new hapo, afu utawajaza namba yako ya simu hapo, utajaza namba yako ya simu, namba yako ya simu hiyo, voda h namba yote elfu mbili elfu tatu namba. Ukishamaliza taweka, taweka, taweka, taweka, taweka, e, utakuja sehemu maandikwa register hapa hapa moja kwa moja itaingia moja kwa moja, utakuwa umeshamaliza kufungua akaunti yako. Sasa hapa sasa, mimi kwa kuwa mimi na akaunti, e, tuta, nitaenda ku, nitaingia hu moja kwa moja nita login hapa nita, e, nita login hapa nitajaza namba yangu naona hapa kisha maliza e, imesha namba yangu ndio hii ya hapa kon ni, ni kwa mwendo wa ku login hapa, nitaingia moja kwa moja kwenye akaunti yangu hapa, tuta, tuta login hapa. Tukisha login hapa hapa, nimeshaingia kwenye akaunti yangu hapa, naona sasa. Ukishaingia humu, e, jinsi ya kuangalia mechi za leo e, zinazoendelea e, unakuja sehemu kama hii hapa ambayo ni upcoming hapa mbaicha, up ukisha kuja hapa hapa ndo utaweza e, kuchagua e, mechi mechi hizi hapa sasa, e, bila kupoteza muda hapa, nataka nikuelekeze ili uwe mtu wa kupata faida katika hii kampuni ngoja nikuonyeshe odi inabidi utembee nazo, ambayo mimi zimenipa faida. Mfano, nitaingia kuonyesha e, mm, mkeka ambaye mimi nimetengeza mimi mwenyewe kuangalia mkeka, utakuja hapa uh, e, utakuja hapa kuangalia, utakuja sehemu kama my betting hapa, afu utakuja hapa e hapa, utakuja sehemu imeandikwa select hapa e, kuja hapa open, unakuwa unakuwa kuna hiyo, unaendelea hapa, ni kuandika majako pia mchezo, lakini kama mchezaji wa win hiyo loss, unakuja sehemu kama hii. Ukishangaa mbona kuja hivi hizi hi, hizi ni mechi ambayo mimi nimetengeneza hizi, unaona hizi zote eh, zilitoa. Naona kama mkeka kama huu, niomba, nilikuwa naomba magoli nilikuwa naomba magoli eh, kama nilikuwa naomba magoli matatu yakatoka magoli manne nikaomba goli nika, nikaomba wafungana wakafungana yakatoka magoli matano a Yani hizi hizi timu ndogo ndogo zinatoaga magoli mengi sana naona, mfano kama hapa, na ukija hapo utaona kama ana hapo, kuna hizi hapa zingine naona, o, ni, ni, o, naona niliomba, niliomba wangapi nili, niliomba mawili akatoka matatu, nikaomba ma, ma, mawili akatoka manne, nikaomba mawili akatoka magoli saba naona yaani hizi lakini inabidi ninaangalia timu za kuangalia, ili hizi sasa, ili uweze kuna, ili uweze kupata hizi, hizi nani lazima e, uje sehemu, naona kama hizi odine lakini, ukichukua odi ndogo lakini hii ndo e, hii, hii nataka niweze kuhusu hii hapa, hiyo rosi hii, hii mechi niliomba ni, ni, ni, ni yafike kona zikwa kona zifike kona saba, lakini zitoka kona sita, ndo ndo maana hii kanichania e, Sasa hapa tutaingia sehemu kama hii hapa, utakuja tafute mechi ambayo ziko anda kumi na tisa, anda kumi na tisa. Tafuta mechi yoyote ambayo ni anda kumi na tisa anda kumi na tisa kama hii hapa, kama hii hapa, anda kumi na tisa hii, kama hii hapa na hii ntaifungua, ntaingia hivi moja kwa moja, usiende kuangalia vitu vingi, unaenda wapi? Taingia hivi hivi, omba magoli mangapi? Omba magoli matatu, tayari hii. Baada ya hapo, baadaye una no hii hapa tutaangalia mechi nyingine hapa tu angalia mechi hizi hapa hizi hapa zinacheza saa saba. Omba magoli matatu, tunakuja hapa tunatafuta nyingine. Tunatafuta nyingine anda ishirini na acha naye kumi na tisa atafuta mechi yenye anda kumi na tisa anda kumi na tisa anda kumi na tisa anda kumi na tisa hii hapa naona hii, weka mapatikani magoli mawili au ya matatu yaani napenda kupanda hapa, amesha pata odi mbili, hizi hapa odi mbili kwa ndugu zangu hapa e, e, kodi a, kodi ndo hizi hapa, kwani na, kodi naona yaani hizi mechi hapo ukiweka teni teni na kuja elfu ishirini na tatu ukiweka elfu kumi na tano na kuja elfu ishirini na nne unaona odi mbili tu hivi ndivyo naweza kutumia hii account e, hii kampuni ya hivi ndo jinsi inavyotumika ukichukua hizi mechi hapa nimezikuekea hizi lazima ule mpunga na kama ni mgeni naomba subscribe suu napitwa na, na video zetu Asante sana. Ti saana.